Ili kuondokana na maumivu ya tumbo kwa upande wa kina mama, kuondokana na maumivu ya tumbo yanayoambatana na maumivu makali kwenye njia ya haja kubwa, uh, tuna mimea tiba ambayo unaweza ukaitumia hayo maumivu yakakata. Na maumivu haya tunazungumzia chango, kwa lugha ya kitraditional ya yaani kwa lugha ya kiasili tunazungumzia chango. Sasa chango ni magonjwa ambayo mara nyingi yanapata sana kina mama kipindi ambacho wanaingia kwenye hedhi au wakati wana maliza hedhi au kipindi ambacho uh, mwanamke yuko kwenye uh, kwenye kip, uh, kwenye uh, nyakati za hatari, yani kipindi ambacho mwanamke yai lake limepevuka. uh, inaweza katokea hali hiyo ya maumivu makali ya tumbo. Sasa haya maumivu yanakera. uh, kuna wengine wanapata haya maumivu makali ya tumbo, inapelekea mpaka kichefuchefu au kuna mwingine atapika, uh, na muda mwingine anashindwa kufanya shughuli kabisa na uh, hata kutembea na anashindwa na miguu ina inakamatika kabisa. Mbalo, chango, yakini, kwa hiyo hii ni tatizo ambalo wanawake huwa inawasumbua sana. Tunazungumzia chango lakini kwa wenzetu wataalamu wanaita kuna uh, primary dysmenorrhea na secondary dysmenorrhea. Maumivu ya awali ya tumbo kwa mwanamke ambaye hajawahi kupata mtoto na maumivu ya aina ya pili ya mwanamke mwanamke man, ambaye aisha kupata mtoto lakini bado anasumbuliwa nayo maumivu. Maanake, ni nini kwamba tuna tuna mazoea kwamba hizi uh, chango kuwa mwanamke asipopata mtoto huwa anapata haya maumivu, na sio kwamba ni chango la uzazi. Sasa mwingine anakuwa ameshapata mtoto wa kwanza, lakini bado ana maumivu haya ya chango. Sasa hii tunaita kwamba ni eh, secondary dysmenorrhea. Na hii haya maumivu ambayo mwanamke hajapata mtoto kabisa na anakuwa na maumivu makali tunaita primary isimonolea. Sasa kuna chango la uzazi mwanamke ambaye hajapata mtoto, na kuna chango la uzazi mwanamke tayari aisha kuwa na mtoto, lakini bado anasumbuliwa na haya maumivu ya tumbo. Na haya maumivu yanakwenda muda mwingine, kama tunavyozungumzia, yanaweza akamshika mwanamke mpaka anashindwa kutembea, muda mwingine anachechemea miguu na uma na, na maumivu yanaweza kuwa makali, yanakwenda mpaka kwenye njia ya kubwa, anatapika sasa, hii ni matibabu ambayo unasemaje? Tuna matibabu ya mimea ya asili ambayo inaweza kutumia hizi changamoto zikaisha kabisa. Kwa hiyo tiba ya kwanza ambayo ya awali, ukiona mwanamke anapata maumivu makali, wewe jirani yako ama jirani yako wewe au mtoto wako au ndugu yako au mwanao kama na hayo maumivu makali, nenda nenda duka madawa, nenda kanue mane mane pamoja na mdalasini na ikiwezekana chukua na, na, na, tangawizi chemsha pamoja. Mane mane ni aina kama mawe mawe na, una, ipo kama ubani tuseme unachukua vijiko viwili vitatu, na unachukua vijiko vitatu vya mdalasini, na vijiko vitatu vya vya tangawizi au kama tangamizi tangawizi ukipata mbichi, ponda ponda, katakata vipande vidogo vidogo, chemsha pamoja, alafu mpe huyu mwenye maumivu makali kikombe kimoja cha chai, awe anakunywa na hii. Anaweza kanya asubuhi, mchana, jioni, mara tatu. Kwa sababu gani? Kwenye upande tunazungumza sana, kwenye upande wa mdalasini, kuna kuna kuna kuna kirutubisho ambacho kinaenda kuziwia maumivu kwenye upande wa tangawizi kuna jinjala, kazi yake kubwa ni kukata maumivu na kuondoa shida ambayo inaweza kumsumbua mtu. Lakini ukija kwenye manimani, inapeleka inaenda kutanua mimilija ya uzazi kwenye. Kwa nini? Kwa sababu yai inapoteremka huwa kama ile milija imesinyaa, maana yake inapita kwa shida na matokeo yake mhusika atapata maumivu makali. Kwa hiyo manimani na kawaida kwenda kulastiki, na ile milija ya uzazi inalainika, inakuwa mepesi likipita, kwa hiyo yai likipita inapita kwa uraini, mwisho wa siku hawezi kupata maumivu makali. Kwa hiyo kama kuna hayo maumivu, patie ndugu yako rafiki yako au yanatumia hayo maumivu makali yata, yataisha. La, kama unaona maumivu hayo sasa au uweze kuandaa mchanganyiko huo, sisi tuna mimea tiba ambayo tumeshaandaa kabisa, iko vizuri. Ambayo utaitumia uta kwanza itasaidia kuondoa hayo maumivu, lakini vile vile itasaidia mimea ambayo tumeiandaa itasaidia kupevusha mayai na hata kama kuna sisi, yani kuna vivimbe vimbe vidogo vidogo vitaondoa. Na hata kama uh, mirija yako imeziba itazibuka, kwa sababu tuna mimea ambayo tumeiandaa vizuri, tumeifanyia packaging vizuri. Lakini vile vile eh, maandalizi yake yanakidhi ma, ma, matumizi ya mtu na vile vile hayamletei shida wakati wa matumizi. Kwa hiyo wewe kama una, una shida hiyo ama ndugu yako au mke wako kuna changamoto hiyo, hebu tupigie namba zangu ni 0745 900 600, au kwa wale ambao wako nje anza na alama ya kujumlisha plus 255745900600 25, 25, 25. na nikukumbushe, mimi ni mtaalamu wa tiba, si mwingine, ni mtaalamu Mandai. Napatikana Ukonga mongo la ndege, niko na kupatikana siku zote, napatikana ofisini kwangu. Kwa hiyo kama una hizo changamoto, njoo tutaongea, tutakufanyia uchunguzi, tutakufanyia matibabu, bila shaka hautaweza kujuta. Nikutakia siku njema, lakini pia nikutakia afya njema, bye bye.